Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam siku moja akiwa katika kuchinja hizi siku kumi za Dhulhijja, kuna wakati asema Anas ibn Malik Ar-Rasul alichinja ngamia saba yeye peke yake ikiwa amesimama, na ikiwa wachinja, hakuna thawabu bora kama ngamia. Baada ngamia hakuna inayofuata kama kuchinja ng'ombe. Baada ya ng'ombe hakuna kitu kinachofuata katika thawabu kama mbuzi au kondoo moja akaniuliza, Sheikh, naweza kuchinja bata na kuku? Nikamwambia haingii, hakuna kuchinja bata na kuku la, la, la, la, la, la.